Sana, nikawa ni siku kumi na mbili. Daktari alikuja lakini mimi nikamwacha, hiyo kaja kwenye kwenye kwenye ibada ibada ibada ya kuja kurudi jioni, nikakuta hali sio nzuri, nikakupigia simu, ndiyo wakati nikaombea ng'ombe.